raia wa Uganda mwenye hati ya kusafiria namba b 00132399 na mmiliki wa kampuni ya Hoxwell Lux Tualimo akiwa na pakti kumi za pipi zilizotengenezwa kwa mazao ya bangi yenye viwango vikubwa vya sumu aina ya tetrahydrocannabinol THC vinavyofikia asilimia 92.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 Tendo cha kutengeneza pipi zenye kiwango kikubwa cha sumu aina ya THC ni ushahidi wa aina ovu ya uhalifu kulenga kuharibu vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Aidha, katika tukio jingine mkoani Mbeya, tulikamata kilogramu 1658 na za skanka na kilogramu 122.7 za bangi zilizokuwa zinaingizwa nchini kutokea nchini Malawi. Operation zilizofanyika mkoani Dar es Salaam zilifanikisha ukamataji wa kilogramu 220.67 za dawa za kulevya aina ya skanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni, huku kilogramu 11 zikikamatwa kivukoni eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ya kuelekea Zanzibar. Aidha, katika operations zilizofanyika katika mkoa wa Arusha, Tanga na Manyara ulikamata kilogram 733.74 za dawa za kulevya aina methamphetamine, kilogram 91.62 za heroin, kilogram 662.84 za mirungi zilizoingia nchini kutokea nchini Kenya, kilogram 115.05 za bangi pamoja na kuteketeza ekari mbili za mashamba ya bangi. Vile vile Operation zilizofanyika katika wilaya ya Uyui na Nzega mkoani Tabora zilifanikishwa kukamatwa kwa dawa za kulevya aina ya bangi kilogramu 845 na kuteketeza ekari 176 za mashamba ya bangi. Kadhalika, kilogramu 98.35 za dawa za kulevya aina ya bangi zilikamatwa katika operation zilizofanyika wilaya ya Kahama na Shinyanga. Udhibiti wa dawa za kulevya na kemikali bashirifu uliofanyika umezuia athari kubwa ambazo zingejitokeza kiafya, kijamii, kiuchumi na kimazingira ikiwemo kuongezeka kwa, kwa dawa za kulevya mtaani. Pia ukamataji huu umesaidia kuokoa nguvu kazi ya taifa ambayo ingeangamia endapo dawa hizo zingeingizwa mtaani. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa mapema wanapohisi au kuona uwepo wa shughuli zinazohusiana na biashara, utengenezaji na uzalishaji wa dawa za kulevya katika maeneo yao kupitia kituo chetu cha taarifa na huduma kwa ya kupiga namba bure moja moja tisa. Vilevile tunawahimiza wazazi, walezi kuwa makini na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao ikiwa ni pamoja na kuwaasa kujiepusha na mazingira na sababu zozote zile zinazoweza kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Pia tunazikumbusha kampuni zinazojihusisha na biashara na matumizi ya kemikali viwandani na kilimo kuzingatia matakwa ya kisheria ya nchi na kuepuka kushirikiana na magenge ya kihalifu kusafirisha kemikali bashirifu ambazo zinaweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya.